Mimi sikubaliana na wao kiti naomba. Uganda ni nchi moja ya East Africa, lazima Kiswahili ni muhimu. Kiswahili, English na Luganda, lugha ambayo inaweza ikawezekana kwa Afrika yenyewe walielewa sana, itakuwa Kiswahili kwa hizo lugha zote, kwani kwani French ukiingia kwa French French inama, neno ina maneno mingi ambayo unaambatanisha ina Lingala ina French ina Kiswahili. Sasa Kiswahili ai inatembea kama Kiswahili pekee. Tanzania nasikia, Mkenya nasikia, sasa Muganda kikuwa katikati naye inabidi ajue tu hiyo dugha hii lugha ya Kiswahili ni bora kuliko, kwa sababu tunafanya nayo biashara tunaendelea East Afrika yote. Ukienda Tanzania unaongea Kiswahili, ukienda Kongo unaongea Kiswahili munaelewana ukienda wapi, Kenya unaongea Kiswahili, hapa huku Uganda mahali tupo ndani yake tunaongea biashara saa hii yote Kiswahili, na ni lugha ya biashara, ni lugha yenyewe ambayo unaweza ukasoma kwa masomo, ni lugha yenyewe ambayo wana wenyewe walisoma wanaweza eh, wakakufundisha kwa masomo na somo hata kwa business hiyo, ni lugha inatembeza business ya watu. Sasa hii mambo ya Kiswahili kuitupa, wangeenda wangeanzia Tanzania Wangiku, wangikata hivi mwa, mu, Zanzibar wapite hivi pale ndani wapi Kenya wakuje kwetu, kama wasaa maliza kule, kwa sababu Kiswahili yameanzia pale. Saizi unapata Msumali yuko hapa anaongea Kiswahili, unafanya nayo biashara. Unapata Masai yuko hapa anafanya biashara, unaongea na Kiswahili, mnaelewana vizuri. Hii Kiingereza wala sijui French au sijui German sisi hatujui, hii kilugo ya kuiba watu. Waongeze kufundisha Kiswahili Uganda, ikue inchi mmoja ya Kiswahili. Kwa hivyo wakitaka kuleta biashara kwanza wafundise Kiswahili wafundise, wafundise Kiswahili alafu waleta biashara zao katikati zetu hapa, tuendelea mbele, sisicha kataa, lakini kilugha yetu sisi hawezi kataa ya Kiswahili lakini kiluge, yani kilugha yao ya French na ya German sisi hatujui. Zama tunaendesha tu magari zao.